Kama wewe najua napigia mimi simu na wewe iko na shilingi kumi kwa simu yako hmm. Mimi sisiki unapigiaje Jacom na credit kidogo? Kwanza hiyo simu nanipigia nayo niiko na GPRS inaniambia hiyo simu ni kabau. hello. Hello Alex, habari gani? Mzuri bwana Gidi. Haya ah, yeah. Hebu tuambie kwa ufupi tu nini ilitokea kati yako na Murina? okay, ilikuwa hivi bwana Gidi, mke wangu tunaishi mm. okay, naye Mombasa Mnaishi Mombasa? Eh, naishi Mombasa. Uh-huh. Na yeye Mombasa. Mhm. Sasa kuna time nilienda Nairobi. Mhm. Nikamdanganya kuwa kuna boss wangu ameniba gari anataka nimpelekee, na Nairobi. Mhm. Nilienda e, Nairobi, nilikuwa naenda kwa mpango wa kando. Mhm. Uh mm Hapo -huh. Mimi nilitoka kwa mpango wa kando nikarudi Mombasa, lakini kumbe ile mpango wa kando alikuwa kuna bu, ile zimini za wanawake za kutibilika alikuwa ameweka kwa bag yangu. Alikuwa ameweka nini? hizi mambo na sponge hizi sponge za wanawake sponge. Yes. Mmhm. Sasa vyenye nilirudi Mombasa siko nimejua kama iko kwa beki. Bibi yangu kufunga beki akaona. Mhm. Akaniuliza, hii ni nini? Mi nikajaribu kujitetea nikamdanganya, akakubali. Sasa ilikuwa juzi. Mmhm. nilikuwa na mwanamke mwingine mpango wa kando tena. Ndiyo. Sasa ndugu yangu, una mbona unaongea ni kama unajigamba hapa na hii mambo ya mpango wa kando Najigamba Gidi, ndio maana nilikuwa nataka niombe mka wangu msamani, mambo na mm. mkangu, mtamani, mpango wa kando ndio imenifunjia ndoa. mmm huko na mipango mika, mipango za kando ngapi? Watati. Watatu <laughs> watatu ndio wote. Unaona, kila wakati ni wawili tu ndio nimewaona. mmm sasa huyu wa mwisho mm huyu ndio -hmm. amenichomea. kuna vyenye tulikuwa tumekosana, sasa ile picha tulikuwa tuna mambo tunatumaniana picha hivi na hivi. Akachukua picha venye bibi yangu alikuwa ashajua akamtumia, mm akatumia bibi yangu akatumia bibi yangu picha kwa inbox. Sasa bibi kuona picha akanifuadia, alitoa picha alitoa simu nini, namba ya bibi yako wapi? Kuna venye sister bibi yangu alijaribu akamtafuta online akampata. Sasa akampea namba ya bibi yangu mm-hmm. Sasa wakawa wana communicate na mimi sikuwa najua. Sasa mimi nilikuwa niko kazini nikaona tu bibi amenitumia picha inbox, alafu ile picha ile mwanamke akouji, alafu amesema tu enough is enough. Mm. Sasa kutoka hiyo time mpaka sasa hivi nimekaa na yeye eh, ako kwa nyumba bado hajatoka Mm. ni 3 weeks lakini hatuongeleshani kwa sababu hii tabia yako. Uh, ndio maana nataka nimuombe msamaha Bwana Gidi. Mm. Ghost mm? do you think this man is serious Hm? Yes. Vile unaongea ukae mtu ako serious, unaongea ni kama unajigamba, unajigamba na hizi mipango za kando ambazo zimekuwa nazo, na unaongea jimba... una una ni kama ilikuwa ni raha yako tu na kwenda mpango, mpango za kando eh? Ghost bwana. Unaonaje? Unajua wewe ndio mwamuzi hapa. Mimi ningekuwa nimeshamkata mara moja. Usimkata. Acha acha tusikie mke wake ndio atatu, atatudhihirishia hii mambo Gidi. Haya, shikili hapo yeah, basi tutafute mke wako eh. Okay, sawa bwana Gidi. Eh, usikate simu. Acha tupigie mke wake tusikie asemaje, ili tuone mambo itakwaje kwa mahusiano yao. Hello. Hello, Morina, habari gani? Nzuri, naongea na mama. Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. yes. na ni kwa sababu mme wako ametutumia SMS hapa yes. Akituambia amekuwa akikukosea sana. mm-hmm. na ameomba tumpatie nafasi ya kuombe msamaha. Mwambia alifanya nini? E, anasema ulimfumania na mipango za kando Mm, nasikia imekuwa ni mazoea, mazoea yake eh? E, mm. Yuko hapa kwa line. Alex, ongelesha mke wako. Yes. Ongea, ongea kwa sauti bwana Alex, vile unaongea na mipango za kando tafadhali. <laughs> Hello, mama vale, habari ya asubuhi. Niko poa, nilikuwa nimetuma patanisho Radio Jambo eh? Nataka ni nikuombe msamaha kwa yote ambayo nimekufanyia, ili mm? uweze kunisamea, tuendelee kulea watoto, tukae venye tulikuwa tunakaa kutoka mwanzo. Sasa naamua kubadilika, ama ndio hivyo tu. Unanipeleka Radio Jambo watu wasikie, wasema unanipenda nje ya mambo yenye unafanya, ni maau <laughs> kila saa unajua nimekaa nimechifikiria, ndio maana nimeamua ni kupelekea hilo jambo sasa. Nije kupeleka hilo jambo, nijue naongea na Wakenya moja ni milioni kumi na mbili wanatusikiza na ninaagiri kuwa yes, nimeamua tu nisikizwe, nataka yani, nimeamua nataka yani nitunze familia yangu, unaelewa mm -hmm. sasa ndio maana nimeamua ni nakiri mbele ya Wakenya modani milioni kumi, ambio unatusikiza, nimeamua sitarudia mambo na mipango za kando, tulee watoto venye tulikuwa tunaishi kutoka kitambo mpaka sahizi, alafu tutafanya hiyo mambo yetu venye tulikuwa tushapanga, mi nawe, hata we mwenyewe unajua, na nawe mwenyewe unajua, mi nakupenda, hata kama nilikuwa na mpango akando badi si likuwa na, unajua nakupenda mama. Unanipenda ndio, lakini ukuwa lakin, na heshima mwanzo, wanazikuacha msichana waende ukamposti mtandaoni, lakini mke wako wanyumba wesi ukamposti mtandaoni hivyo, ina maana kaa ni sawa sawa? Ah, Nihia... ah, anapost mipango za kando lakini wewe wewe haezi kupost kuposti, haezi akanipost mimi. Wezikuwa wasichana wengine anawaposti mtandaoni. Mimi nikamtafuta yule msichana alikuwa amempost Facebook, nikaongea na yeye, akanipigia simu, tukaongea. Sasa akanieleza kila kitu, akatoka huko Mombasa, akaenda hadi Nairobi, kamtafuta yule msichana. Msichana ule alimwambia katunze familia yake, alafu akamwambia

Akamwambia kuna siku nimesikia mtoto anakwambia mlangoni, nilikuwa anamtumia rafiki yangu lini, nilimtumia tu picha pekee yake akajua imejua lakini sio SMS jamfuatia yeye. Mm, ndio akajua kimeumana, ndio sasa hivi amekimbia patanisho haraka haraka eh. Eh, kila sasa wanifanya hivyo hivyo mambo ya wasichana hadi hakuna kingine kokosana na yeye na hizo mambo mengine. Ni mambo tu ya sana. Tunza tu vizuri, lakini sasa shida ni hiyo mipango ya kando. Mm. Eh, kila sasa tu yeye nani anataka kufanya tu umalaya, hiyo ndio kazi. Wale kufanya maendeleo wao, kazi yake anataka kupeleka Hmm. Okay, kwa hivyo bwana Alex. Yes, bwana Gidi. Ume uh, sikia vile mke wako ameeleza? Umesikia. Are you remorseful? Yes, sir. Sija kusikia ni kama una hata moyo wa huruma kwa mke wako? Mm. Ninasononeka bwana Gidi ndo maana, ina... yani yule mke wangu mahali tumetoana naye mpaka sasa hivi mahali tumefika. Mm. Nikimpoteza hiki itaniuma sana. Okay nataka unitajia yes, ma'am majina ya hawa mipango zako za kando wote mmoja anaitwa nani safina babra mwingine winfrida winfrida babra alafu mwingine ni hao tu mi kuna watatu kuna watatu alikuwa tu ni safina babra mm-hmm. na winfrida <laughs> <laughs> Ni hao tu bwana Gidi. Wewe mwingine hapa kuna kitu unafanya naye. Sasa hivi nataka unataja jina la mpango wa kando alafu unasema sitaki mambo yako tena. Twende kazi. Tunaanza uh -huh. Na nani? Tamfina Babra. Eh eh. Sitaki mambo yako tena. Sema na nguvu, ndugu yango bwana. Usipata uh kusema tu hivyo. -huh. Sitaki mambo yako tena. Tamfina Babra. Sitaki mambo yako tena mimi niko na familia yangu, niko na mke na watoto. Thank you. Aya, huyo mwingine Winifrida Nekesa, taki uh-huh, mambo yako tena, niko na nikona mgeni niko na familia na watoto. Thank you. Haya. <laughs> <laughs> Morin. Yes. <laughs> Umemsamehe? Ndamsameema <laughs> tena amwheshimu mama na ndio nandokulipaki na mama peke yake, lakini hatake kuma hata msasi pia. Kwa hivyo aheshimu mama pia eh? Um, namheshimu mama na dada yake. Wako tu hivyo, lakini sasa mbona anataka kuwa mtu mwenye asisi hata msati? Anataka kumalizia malizia patanisho. Time imeenda. Kwa hivyo, Morin, umemsamehe ama bado kidogo? Nimemsamehe na apatilike tabia. Sio. Je, ameniomba nitamai kwe atarudia tena? Mm. Eh apatilike tabia. Akwenda kwa kata wa ndio. Sio kwa kama sije kijana mwenye hata ajayo. Mm. Aliamua kuingia kwa ndoo. Ukiamua kuingia kwa ndoo, ingia mpaka mikuu pia, acha kuingia kisha peke yake. Nilikuwa iko nje, atembee. Mmhm, ehhe, okay, natu- natumai kwamba ameweza kusikiza. Kwa hivyo Alex, mwisho. Kwa hivyo Alex, maneno ya mwisho ambayo ungependa kwambia mke wako, tafadhali, tukimalizia patanisho, mwambie. Okay, mama vale, ehhe, mi nakwambia hivi eh, nakupenda kama mke wangu na niko ready kutuza eh, familia yangu na nitahakikisha mama utakaa maisha mazuri, licha ya hayo misukosuko tumepitia, lakini nimekiri mbele ya Mwenyezi Mungu sitafanya tena mpango wa kando, sitarudia kufanya mpango wa kando. Nakupenda kama mke wangu, haja nitulie na wewe, ndo mke wangu nikutunze, tuweze kutunza familia yetu. Ni hayo tu. Okay, haya, Morin, maneno ya mwisho moga pia, nakuambia mme wako tafadhali, mwambie Hello. Yes, mimi nakwambia hivi mm, maisha yangu yote nilichukua kukaa kwa ndoa. Ndoa ni kitu ambayo mtu anatoka kwao kuweka maisha yenu wawili pamoja, na mwisho hivyo hivyo siku zenu zote.